E, ndugu zangu ni tunaona ongezeko la watu katika jamii yetu kuuawa watu kuuana, watu kufanya vitendo vya hovyo, e, kunyanyasa watoto, ulawiti, e, ubakaji, yani kuumizana, tunaona kuna ongezeko la mambo kama haya katika jamii yetu na mara zote tunaona hawa watu wanakamatwa, wana wahusika wanafungwa magerezani. Ndugu zanguni e, ukitazama hayo haya matukio vizuri, ukitazama haya mambo vizuri, mm, utagundua hao wanaofanya hayo mambo wana matatizo ya wa kisaikolojia, wana shida kwenye akili zao, hawako sawa. Kwenye, e, kwenye akili mm. Kwa sababu katika hali ya kawaida mtu hauwezi ukafanya mambo ya hovyo, mambo ya hatari e, kama hayo. Ndugu zangu, sasa hivi e, kuna ongezeko la, la matatizo ya, ya sonona, matatizo ya depression yanaongezeka sana. Kuna ongezeko la matatizo ya ukichaa psychosis e, kwa watu wetu mm. Watu wanapitia mambo mengi. E, watu wanapitia ugumu wa maisha, watu wanapitia changamoto za mahusiano, watu wanapitia e, mambo ya kazini, mambo mengi ya kimaisha, kimahusiano, kikazi e, watu wanapitia. Sasa watu hao e, wanaanza kupata msongo wa mawazo, wanaanza kupata mawazo mengi, hayo mawazo yanakuwa hayana majibu, wanaanza ku, ku, ku kujikatia tamaa, wanaanza eh, kujiona hawana tena faida dunia hii, kwa maana sasa hiyo ni sonona, hiyo ni, ni, ni depression. Sasa eh, mtu kama huyo ambaye amejikatia tamaa, ambaye hana tena cha kupoteza, anaona ameshafika mwisho, anaona liwalo na liwe, huyo mtu anaweza akajidhuru yeye mwenyewe kwanza, anaweza yeye mwenyewe akajiua au akadhuru wengine anaweza akajiua yeye au akaua wengine au akaumiza wengine. Sasa e, ndugu zanguni, nimeongea kwa sababu ninaona haya mambo ni mengi sana sasa hivi. Jamii imevurugwa, jamii e, wagonjwa wa akili ni wengi sana shida za akili zimekuwa nyingi sana na zinafikisha watu wanafanya mambo ya ajabu. Sasa e, ndugu zanguni. E, mtu anayefanya mambo kama hayo, mtu ambaye amefanya mambo ya hovyo kwa sababu ya mambo ya kisaikolojia, e, huyo mtu anahitaji matibabu ya kisaikolojia, e, m, kabla ya kwenda jela, kwa sababu e, huyo mtu ni mtu ambaye hana, hana cha kupoteza, ameshakata tamaa, liwalo na liwe. Kwa hiyo yuko tayari kwa chochote e, kitakachomtokea. Kwa hiyo mimi nadhani hawa watu ni, ni vema watibiwe matatizo ya kisaikolojia kwanza, ndipo sasa mambo mengine yafuatwe, kwa sababu ni wagonjwa wa akili, kwa sababu utakuja kujikuta tunajaza wagonjwa wengi e, huko jela na wagonjwa ukiwa wengi tena huko wanaweza wakajiletea e, matatizo mengine, japokuwa jela ni sehemu ya kufundisha ni sehemu ya watu kukaa vizuri e, kule pia kuna wataalamu wa, wa kisaikolojia, lakini e, hawa watu ambao wanafanya hivyo ni wagonjwa wa akili ambao ilibidi watibiwe magonjwa ya kiakili. Lakini kwa jamii e, usije ukasubiri mpaka ufikie hapa, uki, u, uki, ukiwa unaona mambo hayaendi, ukiwa unaona una mawazo mengi, ukiwa unaona e, fulani anakuvuruga anakuchanganya, aidha kwenye kazi, kwenye mahusiano e, usikae nalo kwenye moyo wako, kwenye e, akili yako, shirikisha e, mwenzako, shirikisha marafiki ambaye e, ambao mnaoelewana vizuri, ili ulitoe, usikae nalo kichwani, usiliwaze. Kuwa na desturi ya kupotezea mambo ambayo yanakuumiza kuumiza, mm. Usiweke katika akili yako mambo mabaya ambayo yatakufanya uwaze, yatakufanya uumie, yatakufanya upate e, e, e, e, ufikirie mambo mengi. Kwa hiyo mambo mabaya potezea, usiweke katika akili yako e, kama mambo ni mabaya, tafuta sehemu, kaa tulia, lia mpaka umalize, e, na ukishafanya hivyo utakuwa umetoa hizo sumu zote za, za E za hiyo shida ya kisaikolojia lakini e, jichanganye na watu e, kwa sababu hauko peke yako, wenye shida kama hiyo wenye hizo shida ni wengi sana. Kwa hiyo wewe jichanganye e, nenda kwa watu e, zungumza piga story. E, kama kuna sema kuna mziki nenda imba mziki, cheza mziki katika cheza, ruka, furahia maisha mm. Kwa sababu wewe ni wa maana kuliko yoyote, maisha yako ni ya muhimu kuliko maisha ya yoyote. Kwa hiyo ni muhimu sana sana sana eh, kujitahidi kujipenda mwenyewe eh, kabla ya kuja kuumiza wengine mm. Usifike huko, jitahidi sana, shirikiana na wengine, cheza eh, imba mziki. E, nenda kwenye maombi e, kulingana na, na imani yako. Nenda sikiliza e, mahubiri sikiliza mawaidha mm. E, kaa pale kiimani, zungumza na Mungu wako, mambo yatakaa sawa, mambo yatafunguka. Lakini haya mambo ya unakaa na jambo moyoni linakuumiza zaidi zaidi, e, mpaka unafikia maamuzi ya kufanya vitu vya ajabu e, msifike huko kwa sababu E, litakuumiza mwenyewe litakupelekea e, upate madhara makubwa, utaumiza wengine na jambo ambalo itakuwa si sawa. Kwa hiyo haya mambo huwa yanaanza mdogo mdogo, yakiwa yanaanza anza kuyafanyia utafiti, anza kushughulika nayo ili, ili yasiwe makubwa, kwa sababu jamii sasa hivi inateseka na magonjwa ya kisaikolojia.